Shalom, shalom mwana wa Mungu, nikusalimu tena katika jina la Yesu. Imani yangu huko mzima kabisa wa afya. Nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali na nafasi ambayo Mungu ameendelea kutupatia kila siku, lakini ni mshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na uzima ambao Mungu ameendelea kuachilia kwa ajili yako na familia yako. Uh, nimefurahi tena kukutana nawe siku hii ya leo na tutaendelea na mwendelezo wetu wa somo letu ambalo tulikuwa tunaendelea nalo, mambo kumi na tano ambayo unatakiwa kuyagundua yanayoweza kubadilisha kabisa mtazamo wako na fikra kwa ujumla katika kumtumikia Mungu na maisha yako. Na leo tuko jambo la tatu, kwa tulikuwa tumeangalia mambo mawili hapo nyuma tukatulia kidogo. Jambo la tatu tutaangalia neno la Mungu, nasema usiogope Gundua kwamba Mungu hapendi uwe na hofu. Gundua kwamba Mungu hapendi uwe na hofu. Ah, kati ya vitu ambavyo Mungu ameinvesti kwa watu wake, hatamani aone wanapata hofu. Na kati ya vitu ambavyo adui anatamani watu wawenavyo sana ne hofu. Na hofu ninayozungumzia hapa ni ile hofu inayoweza kukusababisha kuto kufikia hatima yako, kuto kuchukua hatua katika baadhi ya maeneo ya msingi kwenye maisha yako. So ni hofu ambayo itakufanya usi, usichukue hatua usiweze kufikia hatima yako, na ndio hofu ambayo wengi imewafanya wabaki hapo walipo ukisoma, okay, kwenye kile kitabu cha Isaya ile sura ya 41 mstari wa kumi, neno la Mungu linasema hivi: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Isaya ile sura ya mstari wa 10a asema usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja na wewe. Na ukisoma kwenye Biblia yako neno usiogope limetamkwa mara mia tatu sitini na tano ni sawa sawa na siku za mzunguko wa mwaka ambazo nazo ni mia tatu sitini na tano Kwa, kwa lugha rahisi kwamba kila asubuhi Mungu anakuambia usiogope, nenda, usiogope, nenda, usiogope, nenda. Why, kwa nini anasema usiogope? Kwa sababu Mungu amekuwa ni Mungu ambaye anazungumza na watu wake mara kadha wa kadha. Mungu anapotaka kumuinua, kumuinua mtu au kumfikisha kwenye eneo ambalo anastahili kwenda kumiliki hatima yake, au kuinuliwa kwenye huduma, kuinuliwa kwenye utumishi, au kumvusha na ajali, kumvusha na crisis yoyote, ni lazima aseme naye, na anaposema naye, kuobei au kusikia kile kitu ambacho Mungu anasema na wewe, lazima ndani yako kusiwe na hofu, kusiwe na hofu kwa sababu hofu yoyote iliyoko ndani inazuia kile cha ndani kutoka. Kuna watu wamekuwa na hofu kufungua baadhi ya biashara, wakijiangalia wao, wanaangalia na mazingira, wanaangalia na mitaji walionayo, wanashindwa kufanya hivyo. Wengine wameitwa kwa ajili ya kufungua huduma, makanisa, kufundisha watu, kuhubiri na kadhalika, na wito mbalimbali lakini wanaposikia ule wito wanajifananisha wao walivyo, wanajiangalia jinsi walivyo, wanaangalia mazingira, wanajikuta hofu ina, ina, ina wameza unakuta kufanya maamuzi inakuwa ni ngumu, lakini kitu ambacho Mungu ameinvest wa kwa, kwa watu wake ni kusema usiogope. Kila siku kila siku kila siku, Mungu anatamani kujenga taifa la watu majasiri, watu wenye uwezo wa kuchukua hatua, hata bahali ambapo katika hali ya kawaida huwezi ku, kuona upenyo, huwezi kuona nafasi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha ukasogea mbele hapo Isaya 43 kuanzia ule mstari wa kwanza, Mungu anasema hivi: lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, e Yakobo, yeye aliyekuumba e Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, maana nimekukomboa, nimekuita nime, nime nime kwa jina lako, wewe u wangu. Kitu ambacho anatakuwa ujue kwamba wewe maisha yako na nafasi ambayo Mungu amekupatia sio wewe, wewe ni mali ya Mungu, wewe ni mali ya Mungu, wewe ni mali ya Mungu, mali ya Mungu. Umekombolewa na kununuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kama Mungu amekupa nafasi kuokoka na kulipokea jina la Kristo, basi wewe ni mali yake, wewe ni mali ya Mungu. Chochote ambacho Mungu anasema na wewe, chochote ambacho Mungu anasema na wewe, anatamani kuona unachukua hatua, anatamani kuona unachukua hatua. Yani, fikiria alipowaangalia wana wa Israeli walipokuwa wamekaa ng'ambo ya ya bahari ya, ya Shamu wakaanza kunung'unika. Mtazamo wa Mungu anavyoangalia anashangaa kwa nini wanaonung'unika, lakini kiuhalisia, katika hali ya kawaida ya kimwili, mbele yao kuna bahari ambayo sio rahisi kuvuka, lakini katika hali ile bado Mungu anasema usiogope, usiogope. Mtauona mkono wa Mungu. Kwa haijalishi unaweza ukapitia kwenye crisis gani, haijalishi katika hali ya kawaida mbele yako unaona hii biashara siwezi kuifanya, hii huduma siwezi kuifanya, hapa siwezi kusimama, hapa siwezi kuchukua hatua. Aa, ni kweli kabisa katika hali ya kawaida kuna vitu ambavyo akili haiwezi kukubaliana navyo. Lakini Mungu anasema katika hali hiyo hiyo, usiogope kwa sababu yeye amekununua yeye amekununua, yeye ameku, amekukomboa kwa damu ya thamani. Yeye amekufanya uwe wa kwake, na kwa sababu Mungu wetu anaweza kufanya yote, hata yale tusiyoyafahamu. Kwa hiyo usiogope, cha msingi sikia kile kitu ndani. Mungu anasema kama anakuambia chukua hatua, inuka give up. Anza kuchukua hatua, anza kuchukua hatua anza kuchukua tu, anza kumuvu, anza, anza kumuvu hata kama hauoni mbele vizuri, hata kama. Napenda na mfano wa mtumishi mmoja uh, aliutoa ali, ali Martin Luther akasema uh, nitaanza kupiga hatua kwa kwa kukanyaga ngazi ninazoziona hata kama zile za mbele sizioni. Kuna wakati ukiangalia miaka miwili, ukiangalia miezi sita hauoni ngazi, hauoni mwelekeo, lakini kuna hatua moja unaiona, anza kuikanyaga hiyo hiyo utakapoanza kuikanyaga ngazi ya kwanza ngazi ya pili, hizi ngazi nyingine automatically zitaanza kutokea kwa Mungu alipoangalia wana wa Israeli walipokuwa walipo ngambo ya bahari ile ya Sham, alitegemea kuona wanaanza kuchukua hatua kuyakanyaga maji na sio kuanza kulalamika na kunungunika. Kwa sababu walichotakiwa kujua kwamba Mungu anawalinda na hataki wawe na hofu, anataka wawe na imani inayoweza kuwasaidia kuchukua hatua hata kwenye mazingira ambayo kwa siku ya leo natamani uondoke na neno Mungu hapendi uwe na hofu, haijalishi kuna mazingira gani unapitia, kuna hali gani unapitia, kuna changamoto gani unapitia, lakini kati ya kitu ambacho Mungu anatamani kuona kwa watoto wake aliowanunua kwa damu ya thamani ni kutokuwa na hofu. Hofu ukiondoa kwenye maisha yako, kuna vitu vya ajabu utavifanya, kuna hatua za ajabu utazifanya. Na surprise nyingi utazi, uta, utazifanya kwenye maisha yako. Utaanza kumwona Mungu akitembea na wewe kwa namna ya ajabu. Mambo mengi tunakuwa na mawazo mazuri ya biashara, mawazo mazuri ya huduma, mawazo mazuri ya kimkakati ya kuweza kusaidia jamii na kufanya vitu vikubwa, lakini tunashindwa kuchukua hatua kwa sababu ya hofu ambazo zimejengeka kwenye maisha yetu. Na tunajua kwamba mazingira tunayoyaishi ni mazingira ambayo yanatujengea hofu zaidi kuliko kuamini, hofu zaidi kuliko kuamini, lakini tunatakiwa kuishi kwa kutazama kile Mungu anatamani ana tuishi vipi, kile Mungu anatamani tuenende nacho. Tusiishi kadri jamii na mazingira yanavyoweza kutumeza na kutufundisha na kutukalilisha kwenye mioyo yetu, tutazame wazo la Mungu kwenye kila tunachokifanya. Mungu anataka tufanye nini? Mungu anataka tuwaze, na Mungu anaposema kitu tuamke, tujue ya kwamba kuna namna ambavyo anaweza akafanya, na kuna namna anaweza katufungulia milango hata mahali ambapo milango imefungwa amen. Nikushukuru sana ambaye wewe umetenga muda wako ala kwa dakika chache hizi kujifunza. Ni somo pana, lakini naamini na katika hiki kidogo kuna kitu Mungu amekupa na utaenda kuchukua hatua itakayokusaidia kwenye maisha yako. Nikushukuru ambaye wewe umetenga muda wako kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Neema ya Mungu isikupungukie. Ninakutakia siku njema, nakutakia baraka, nakutakia neema ya Mungu unapoenda kuchukua hatua siku hii ya leo kwenye majukumu yako, kufanya kazi, kuwapi, mahali popote ambapo Mungu amekupeleka, ukaone neema ya Mungu, usione hofu mahali popote. Chochote kitakachokuja mbele yako, kwa neema ya Mungu ukakifanye katika ujasiri, katika ujasiri na kutokuwa na shaka yoyote. Basi tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyo, asante kwa neema yako na fadhili zako, asante kwa ajili ya neno hili ambalo umelileta mbele yetu kwa habari ya hofu ambazo zipo mioyo yetu. Tunajua mioyo yetu imejengeka na hofu tangu utoto, tumekuwa tukiambiwa mambo mambo ya kutuvunja moyo na wala sio ya kututia moyo. Kwao tumekuwa tumejengeka kwenye misingi ya hatuwezi hatuwezi hatuwezi. Tunahitaji neema yako kutusaidia kugundua ya kwamba tunahitaji kuishi maisha ambayo ya ambayo yatakupendeza wewe, na ili tukupendeze wewe, lazima mioyo yetu iondokane na hofu, ili tuweze kuyatenda mapenzi yako pasipo hofu na mashaka, katika jina la Yesu, maana wewe mwenyewe unasema kwamba mtu mwenye mashaka hupendezwi naye, mtu mwenye mashaka hupendezwi naye. Unatamani kuona mioyo yetu imebeba ujasiri kama Daudi alivyomwona alivyomwona yule mfilisti akiwa ana nguvu ana ame, ame, uwezo kuliko yeye, lakini kwa sababu alijua ndani yake amekubeba wewe, hakuwa na hofu yoyote, akamkabili na akamshinda. Neema ile ambayo Bwana uliachilia kwa mtumishi wako Daudi, achilia kwa mtumishi wako sasa, wakasimame kutembea katika makusudi ambayo Bwana ameyakusudia, kwa sababu wengi mioyo yao imekuwa inaanguka kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana mbele. Tusaidie Roho Mtakatifu kusimama kwenye zamu. Tusaidie mtoto wako anapoamka saa hii kwenda kwenye majukumu yako, neema yako ikambebe ikamshike na kumwinua kwenye makusudi ambayo Bwana umemkusudia. Ninaomba neema yako siku hii ya leo, hata tutakapokutana siku ya kesho, mkono wako usitupungukie katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai, amen.